Ili niko hapa mbele kuweza kuiongelea timu yangu mimi, pamoja na timu yangu. Timu yangu iko vizuri na tumejiandaa vizuri, na ni timu ambayo nimetengeneza kwa wachezaji wakua bora na, na na wakubwa. Ninaamini tutaweza kupata matokeo tena katika mchezo huu unaokuja. Timu yangu ina wachezaji mchanganyiko ambao ni wapo wa Simba, Yanga, wa Yanga na klabu nyingine na ligi yetu, ambao nikiwataja kwa majina kwanza kuna, kuna Pacome Zouzoua lakini pia kuna Aziz Ki tamrudisha ndio, eh, lakini pia ninaye Abdurazaki Hamza wa Simba, lakini ninaye Lianga, lakini pia na wengi wazuri ambao naamini siku hiyo mtajionea. Kwa hiyo kikubwa, tungependa kuwaomba mweze kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe sita, tuje tusherekee, kwa sababu ni siku kubwa hiyo ndani ya mkoa wetu wa Morogoro